Yesu alikuwa alikuwaka mbinguni kabla ya kuzaliwa na Bikira Maria na alikuwa na baba yake ambaye ndiyo Mungu. Tena anasema Mungu mkuu, Mungu mkuu. Tuanze na kitabu kile cha Mwanzo ambacho kimeandikwa na Musa na ambaye tutahesabu kama shahidi wa kwanza. Mwanzo moja, msari yule wa ishirini na sita. Ukisoma Mwanzo, Mwanzo moja Inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na inchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya inchi. Mungu akasema na tumfanye mtu. Wakati Mungu anataka kuumba mwanadamu alisema tumfanye, alikuwa na nani? Kama somo lililotangulia lilivyokuonyesha kwamba Mungu alikuwa na mwanaye ambaye ni Yesu Kristo, wakati anataka kumuumba mwanadamu alizungumza na mwanaye, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Baba na mwana, Mungu pamoja na mwanaye ambaye ni Yesu, walikuwa wawili wakati wanapotaka kumuumba mwanadamu. Na ukitaka pia, Mungu alionyesha mfano huo pia hata hmm, kwa mwanadamu kwamba Adamu na Hawa walikuwa wawili, kama yeye jinsi alivyo baba pamoja na mwanaye Yesu Kristo wako wawili. Sasa hii ndo maana inakataa na na haikubaliani na lile fundisho linalosema kwamba walikuwa watatu akiwepo na Mungu Roho, hmm? walikuwepo watatu. Sio kweli, walikuwa ni wawili, ambaye ni Baba pamoja na mwanaye Yesu Kristo. Akaonyesha mfano huo huo kwamba tumfanye mtu kwa mfano wetu sisi, eh? akamuumba Adamu na baada ya kuwa amemuumba Adamu akaona si vema mtu huyo awe peke yake, hmm? kama yeye alivyo aliona sio vema akae peke yake, akamzaa mwanaye ambaye ni Yesu Kristo hmm? Ndio maana unasema Yesu ana asili ya uungu kwa sababu amezaliwa na nani? Na Mungu. Mtoto wa binadamu ni binadamu, si ndio? Kwa hiyo yesu ni Mungu kwa sababu amezaliwa na Mungu, ana asili ya uungu. Lakini tukisema mungu ni nani, Mungu ni yule baba yake na Yesu. Mungu ni baba yake na Yesu, kwa hiyo Yesu alikuwako mbinguni. Nafasi ya Yesu mbinguni ni mwana wa Mungu, alizaliwa. Ukisoma Mwanzo Mwanzo Mwanzo 1:26 nadhani umejieleza, lakini pia unaweza Kasoma kitabu cha Mithali. Kitabu cha Mithali, Mithali nane, uh, the book of Proverbs 8, uh, starting from verse 28, 24. Mithali, Mithali, Mithali 20, Mithali 8 mstari wa 24. Inasema, wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji Kabla haijawekwa milima, kabla vilima na alizaliwa. Hapa ni Roho wa Mungu alikuwa ndani ya Sulemani, alikuwa ndani ya Sulemani, alikuwa anazungumza kama Yesu. Sauti tunayoisikia hapa ni sauti ya Yesu, ndiye anayezungumza katika sura hii hapa ya Mithali nane mstari wa ishirini na nne. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji, kabla milima haijawekwa imara na kabla ya milima nalizaliwa. Kwa hiyo kabla ya dunia hii kuumbwa, kabla ya mwanadamu kuumbwa, kabla ya Adamu, kabla ya Ibrahimu, kabla ya wengine wote waliotangulia, Yesu alikuwa ameshazaliwa na Baba Yesu alikuwa ameshazaliwa na Baba. Fungu la ishirini na saba inasema, alipozithibitisha mbingu nalikuwako. Kwako alipopi, alipopiga duara katika uso wa bahari, alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemichemi -chemi za bahari zilipopata nguvu eh? Fungu la thelathini. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku nikifurahi daima mbele zake. Huyu ni Yesu. This is the voice of Jesus. Kwa hiyo Yesu alikuwa pamoja na baba yake ambaye ni Mungu, wakati dunia hii wanaiumba kama tulivyoona katika fungu la Mwanzo moja mstari wa ishirini na sita Mungu akisema, natumfanye natumfanye na Ukitaka pia kudhihirisha hilo, ni kama jinsi tulivyoona ya kwamba Adamu aliletewa usingizi na Mungu, akanyofoa ubavu katika mwili wa Adamu, akamtengeneza mwanamke ambaye ni Hawa. Kwa hiyo maneno mengine, unasema Hawa alitoka ndani ya Adam. Hawa alitoka ndani ya Adamu. The same apply, Yesu ametoka ndani ya Baba au kwa maana nyingine akasema, Adamu alimzaa Hawa kwa sababu Hawa ametoka ndani ya Adamu hmm? Mungu amemzaa Yesu kwa sababu Yesu ametoka ndani ya nani? ya Mungu. Ah, Waislamu huwa wanasema ya kwamba Mungu hana mtoto hmm? Alimzaaje Yesu? Unataka kuniambia kwamba Mungu ana mke? Sasa na mimi nataka niwaulize kwamba Adamu, baba yake ni nani hmm? au mama yake na Adamu ni nani, si ndio? Kwa hiyo au Adamu tunasema alimzaa Hawa. Tuambie sasa, mke wa Adamu kabla hajamzaa hao alikuwa ni nani? Kwa hiyo Mungu ana uweza. Mungu ana nguvu. Mungu ndiye asili yetu. Kwa hiyo mtazamo kama hiyo ambayo inajengwa eh, na watu wale wa imani nyingine wakisema kwamba Mungu hakuzaa eh, wanachukulia katika hali ya physical. Eh, ile hali ya kukutana na mwanamke, yani mwanaume akutane na mwanamke ndio watengeneze mtoto, hmm. Haiko hivyo, haiko hivyo. Mungu alipomuumba Adamu akampulizia pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. The same apply eh, hawa eh, akaungwa kutoka kwa Adamu Sio kwamba Mungu alikuwa hawezi kufinyanga tena udongo mwingine akamtengeneza Hawa? alikuwa anaweza hmm? Angeweza kutengeneza udongo mwingine akamtengeneza Hawa, akampulizia pumzi ya uhai akawa nafsi yake. Lakini kwa sababu alisema tumfanye mtu kwa mfano wetu, ndio maana akachukua sehemu ya ubavu wa yule mtu aliyemtengeneza, wa yule mtu aliyemuumba Adamu akachukua pale, akamtengeneza mwanamke. Kwa hiyo Hawa ametoka ndani ya Adamu, hmm? Kwa maneno mengine unasema Adamu amemzaa Hawa. Yesu ametoka ndani ya Baba yake ambaye ni Mungu. Mungu amemzaa Yesu. Kwa hiyo sio swala la Mungu kuwa na mke wala Adamu kuwa na mke na akiendelea anasema kwamba hao sio wawili tena, Adamu na Hawa sio wawili tena, bali ni mmoja, zinasemal baba na mwana hmm? Hao sio wawili tena, tunasema ni umoja, ni mmoja. Kwa nini? Kwa nini tunasema ni mmoja, ni umoja? Kwa sababu au wanania pamoja, ni mmoja kwa sababu wanashiriki roho moja wanakubaliana pamoja, eh? baba pamoja na mwanaye, hmm? baba akiwa anatoa maelekezo kwa mwanaye wanakubaliana. Huo ndio umoja, lakini katika nafsi wako wawili. Vivyo hivyo kwa Adamu tunasema ni hao sio wawili tena ni moja, kwa maana hii, katika makubaliano, katika kuwaza, katika uh, kutenda jambo Lazima washirikiane wewe pamoja, wawe na nia moja katika kufanya jambo. Ndiyo maana ya umoja, wanakuwa na roho moja, wanakubaliana pamoja, lakini nafsi mbili ni nafsi mbili. Kwa hiyo katika somo hili la nafasi ya Yesu uh, mbinguni ni kwamba Yesu kabla hajazaliwa na Bikra Maria alikuwa alikuwako mbinguni kama mwana wa Mungu, kama mwana wa Mungu. Yohana, unaweza ukasoma pia kitabu